Hebana, tuko ndani ya studio zetu za Swahili TV, kwa hiyo tunadadabua vitu vingi ambavyo vinafanyika Afrika ya Mashariki. Sasa siku ya leo tunaongea kuhusu mwanadada mpambanaji. Mara nyingi mimi huwa namwita mwanadada mpambanaji kulingana na vikorombwezi ambavyo yeye huwa anaviweka kwenye mtandao wa kijamii na vile vile kufanya vitu kuwa sawa zaidi. Sasa huyu ni mwanadada mpambanaji, mwite Mange Kimambi. Bongaboli, inakwaje? Safi, nashukuru mzee. no, no. na unapotaja a, Mange nimemfuatilia no. kwa kina mm. a, manake ni mtu ambaye ametokea kuwa chachu mm. e, katika hatua za upambanaji kwa faida no. ya mageuzi mm. katika taifa lake mama, kwa maana no. ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. na katika hili ni mtu ambaye kwa hakika, kwa sasa amekuwa ni mwiba katika serikali ya awamu ya sita hmm. na ikumbuko pia vilevile alikuwa hivyo wakati wa hayati John Pombe Joseph Magufuli. Lakini sasa ujio wake sasa hmm. ni kutokana na nguvu kubwa ya mtandao wa kijamii hmm. nazungumzia Instagram, nazungumzia Twitter, nazungumzia Facebook, nazungumzia TikTok hmm. nazungumzia YouTube. Kwa hiyo ya ni zana za kisasa za vita ambavyo ama sema ambazo zinatumika na wapambanaji tuseme okay. eh, wa kupigania uhuru ama kujaribu kubadilisha jamii kwa njia moja ama nyingine, na amefanikiwa katika hilo. Sio yeye ya peke yake, wapo wengi. Kuna kichaa mmoja anaitwa Rechodangwa kutoka kule Japani. Unajua mwanadada dada Recho, dango, <laughs> <laughs> <laughs> Yo, Recho Dangwa, kama huwa nimegungana na video zake, aise ni lazima nitumie earphones yule ni kichaa lakini, ndio <laughs> <laughs> njia ya kuwasilisha ujumbe, unaona. Unajua hawa ni watu ambao wameishi nje ya taifa lao mm. Yule anaishi kule Japan mm -hmm. na mwingine anaishi kule Marekani, sehemu za California uh -huh. ama Los Angeles nchini Marekani uh -huh. na hali mataifa ambayo yameendelea yamepiga tu kwa kiuchumi, miundombinu mm -hmm. Uh, ukisema elimu, sekta zote no. kwa hiyo kule ni mataifa ambayo watu wanajieleza wanavyotaka, no. mfano hai kama Marekani ama Ulaya mm -hmm. unapowaangalia makuwatazama wale jamaa no wanaweza kumrushia chochote, uh, Donald Trump. Mm -hmm. Wanaweza kumrushia chochote, hata kuna wakati amepigwa amezabwa kofi e, Emmanuel Macron nakumbuka wa Ufaransa o, nawambia bwana wewe una unazingua una, una, una inakwaje? Yeah, eh, akachemusha wa kibao pale kiasi cha haja mm. Kwa nini mataifa wale wanajiachia huku, tunatamaduni zetu kama Waafrika No. Kwamba mtu mwenye amekuzidi umri unampa shikamoo, unaona no, ah, yani kwa heshima no. Yani tuna maadili fulani, lakini haya maadili sasa tumeanza kuyapoteza no. Kisa na maana mm -hmm. Uongozi viongozi wetu wamenajisi mm. Kile ambacho tunaita respect, heshima ambao wamepewa kwa muda mrefu no. Wanaingia kwenye mamlaka no, no, na kuanza kujimwambafai unaona, wanena wanasema kujinasibisha. E, sasa, sasa, wao wenyewe wanajiona kama ni miungu watu sasa, mm. Yani wakipita mahali wanapita kibabe unaona no, no. Na sasa jamii inatazama kama hawa wamekwenda kule na wanatumia rasilimali zetu mm. Kodi tunazotoa sisi ndio inawasimamia kwa hili na lile no. Lakini wanatumia vyombo vya dola wakiingia kifua wa dhidi yetu no. Unaona no. Sasa ndio unaweza kuona kwamba wamefinywa na inabidi sasa waanze kuji weka huru. Aha. na nguvu kubwa na utumia ni kutoka nje ya Aha. Niseme mitambo ama mbinu za kale hmm. Zamani mko mkusanyike mahali pale kama Ilala no. ama Ubungo hmm. ama uende pale Magomeni Mapipa mm -hmm. ama Shekilango kule, ama Upanga kule nitegemea ni wapi mzee unaona no. Lazima mjikusa ama kama ni kule Mwanza kama CCM Kirumba kule mm -hmm. ama uende kule sehemu za Kigoma unaona pale kwa Baba Levo <laughs> kichaguo kingine huyo unaona okay. Yani mfanye mkutano wa hadhara lakini, siku hizi, mfumo wa lakini siku hizi mfumo ama mbinu za mapambano ni tofauti, sio bunduki <laughs> sio mabomu <laughs> lakini, sasa ni akili kuainisha na teknolojia unaona <laughs> eh, ndio sababu ni rahisi kukutana na vijana mitandao. Yani mikutano yao wanafanya mikutano yenu no. no. hawajuani <laughs> lakini wanafanya mitandao. Unakumbuka kilichotokea Kenya mwaka jana, unaona Yani walikuwa sema hatuona, yani viongozi hawajulikani na mikutano yao wanafanya kwenye Twitter na kadhalika. Kwa hiyo hapa sasa unarejelea vijana wa majenzi, sio majenzii, na imebidi mpaka wazazi waingilie kati, maanake wakiachwa juma watakuwa wamepotea. Na sasa Mange Kimambi yaani, Mange John Kimambi ehe, mwanawe marehemu Kimambi e, mfanya biashara ule nguli, unaona eh huyo. No, ni Mchaga huyo e, Mchaga kutoka watu wa Kilimanjaro, wapambanaji ndio, lakini no. Sasa nasema lazima eh, mm -hmm. mahitaji ama matakwa yao yasikilizwe ya. mm -hmm. Sio ubosi tena mm -hmm. kwa maana watu fulani wana wana wanaingia mamlakani na kujiona kuwa miungu watu. Aha. Inakera jamii nao. Jamii inaishi katika hali ya ufuke ama ufukara. Hmm. Na sasa wanaamini kwamba wakati ni sasa, na kama si sasa, hmm. ni sasa hivi, lazima tusikike. Dunia hmm. imechanga, dunia imebadilika nasema. Hmm. ni e, kijiji Nio. kidogo kutoka natanda wazi. Ndio ukiangalia vizuri unapata kama kuna vitu vingi ambavyo wanavifanya Mange Kimambi na inaonekana kuwa serikali pia haijafurahia na kila ambacho anachokifanya. Sasa unadhani hii inamweka katika nafasi gani? Ah, mbele ama kadamnasi ya Watanzania. Ishu ya serikali kufurahia si haimuhusu chochote, kwani nafurahia yupo duniani kumfurahisha yote mzee. No, no. Watu wapo kwa, kwa, kwa ajili ya haki maanake mm. Umepewa dhamana iyo, wa kuongoza, kwa hiyo tendea wananchi kazi ni wafanyikazi kazi mm. Ikiwa ni Rais Ruto wewe ni mfanyi kazi mm -hmm ta kuona miundombinu binu uh -huh. kuona sekta uh, sekta afya mm -hmm. miradi mnazopiga kule nje kwa ajili ya kutia saini mikataba na mataifa nje no. iwe ni kwa faida ya watu wa Jamhuri ya Kenya, watu wa Jamhuri ya Uganda, kama ni Museveni no. na pia ule mzee ameishi pale kupitiliza na anadhulumu watu kupitiliza pale ya ah. E, pia ita siku zake pia zimehesabika. Mzee naona kama anamfanya ufundi Bobby Wine ya yeah, yani mm. ana ni, ni katili yule, ni rais katili zaidi, one of the the most cruelest unaona cruel mm. presidents under the sun no. Anaamini kwamba kiti kile amepaka gundi, lazima akalio yake abaki pale mpaka kwa <laughs> watu unaona so katika hili uh, Mange hana chochote cha kujipendekeza kwa serikali ya mayoyote yule. uh -huh. Sio Mange tu uh -huh. yeyote, hata iwe ni Millard ayo uh -huh. unaona, mwandishi wa habari iwe uh -huh. ni Maulidi Baraka wa kitenge Oscar Oscar, haijalishi ni nani Juma ayo uh -huh. unaona uh -huh. haijalishi ni nani. Usijipendekeze kuwa chawa, unamfurahisha nani? uh -huh. kuwa na uhuru wako. Tunasema tunataka taifa ambalo limeendelea nani kwa faida ya wote no. Maanake wale ni kama watchdog no, watu ambao wanaiangalia serikali na kuikosoa no. Na unapokosolewa no, lazima uwe na masikio ya kusikiliza kwa ajili ya kurekebika. Unaona aha. Kama alivyosema wakati mmoja hayati Kambarage Nyerere, msipowasikiliza mm -hmm, wananchi wanasema nini ama wanataka nini, basi ni bomu mnaunda itakuja kulipuka. Aha. Unaona no, wanasema you cannot control a diarrhea mm -hmm, kwa kutumia Ehe, kuendesha uzui kwa mkono lazima, kwa vyote vile. Inapofika usipohisi dalili kama tetemeko la ardhi, unakimbia msalani, mzee, lazima. Kwa hiyo katika hili mm, hauhitaji kumfurahisha yote chini ya jua, sisi sote tunapita no, na kile ambacho watu wanataka ni accountability, kwa maana uwajibikaji no. Sio tunateka mm, alafu watu wamenyamaza mm, unaua mm, watu wamenyamaza no. Mpo twati nyingi wakubwa mnafanya no. vitu mnavyotaka. mm. unateka wewe, ukatekwa mtoto, mwanao akatekwa na kadhalika, utafurahia? Hatuna kuja, unafunga tu e, nyumba ya ibada mm -hmm. unavyotaka. Unaona kwa nini Mungu ndio haulizi maswali pekee mm -hmm. hata kuna wakati manabii walimuuliza Mungu maswali no. eh, kwa nini na kwa hivi mm -hmm. sembuza ya binadamu. Kwa hiyo miungu watu lazima wawajibishwe mm -hmm. kama kuna wanafiki wameketi pale bungeni Dodoma no. Kila wakati ni kupiga tu meza pa pa pa pa, hoja za kipuzi ndiyo na kupotosha umma. Lazima <laughs> pawepo na wengine nyuma wapazia mm. ambao na jicho la tatu kutazama mienendo ya serikali, kama inakwenda upogo ama fiongo, basi watoe sauti kwamba hii ni nchi <laughs> ya wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nyinyi mmepewa dhamana tu ya kuongoza mm. kwa niaba ya kama inavyo eleza katiba ya nchi no. Ndivyo ilivyo nchini Kenya mm -hmm. Ndivyo ilivyo Afrika Kusini no. Ndivyo ilivyo Msumbiji mm -hmm. Sijui Uganda inasemaje no. Ama sijui Burundi wanasemaje mm -hmm. Ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maanake mataifa bara la Afrika mara nyingi inaongozwa na no vichaa watu ambao ni binafsi mm -hmm. no. Ukiangalia vitu ambavyo Mange Kimambi wanavifanya kwenye mtandao wa kijamii ni ile hali ya kuweka information paruanja na yeye huwa anasema kuwa kuna ile hali ya yeye kufanya uhakiki kuhakisha kuwa ameleta kile ambacho kiko na uhalisia. Sasa Mange Kimambi, juzi juzi tu kulitokea na ishu fulani ambapo mwanasheria wa serikali ambaye anajulikana kama Hamza alisema ima fa ima ni lazima atampata Mange, hadi akasema kadamnasi ya waandishi wa habari, anasema ni lazima huyo tu mkamate tumkamate, ni lazima tumkamate hao. Yeah. Ni chawa yani, sura kamili ya uh, watu ambao hawitakii taifa mema. Mwanasheria mkuu wa serikali awe chawa, ni mbabaishaji kwa ufupi. Mm. Yani ana kurupuka jazba isiokuwa na maana yote. Mm. Pale unakuwa na hekima ama busara? No. nyuma pazia, mnaweza mkapanga Mm -hmm. Unapokwenda Ziwa Victoria kwa ajili ya kuvua samaki mm -hmm. kwa kawaida unaficha kivuli chako, lakini huyu mm -hmm. sijui kama na elimu, sijui kama ni, nadhani ni mmoja wa usiku wa kumtandao ambao wa ambao ndio nafasi Aha. kwa ajili ya kufaidi serikali katika maovu yake, because duru za kuaminika zinasema kuwa ana elimu ya sheria, si mwana sheria. Unaweza kukosa kuwa na elimu lakini una hekima. Wazee wa wetu waliishi vipi na walitawala mpaka leo. Kuna watu wamesoma, ni maprofesa, watu ni dokta, naona watu ni uh, wana madigri zao, lakini wanapolemewa yeah. wanakimbia kwenda kijijini ku, kwa bibi, unaona eh, kwenda kupata kwenda, yeah. kupata mawaidha tu, mtu ambaye akanyaga hata darasa lakini, amwambie mwanangu, mm. kwa hiki unachokifanya ama unachodhamiria kufanya, mm. nenda hivi na vile. hakukanyaga darasa, lakini <laughs> kila atakachokupa wewe ukitoka nacho Dao. unaridhika kilindini mwa nafsi yako. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo unajaribu kusema kuwa hatampiga debe pale Ubungo. Kama ana hekima anaweza kuwa mwanasheria mkuu wa serikali pale, ni hekima tu mm. no katika dunia ya leo mm. kwa ufupi niseme, unamchagua mtu ambaye elimu yake inaendana na inakidhi, unaona you know, ni mm. muhimu sana kwa sababu huyu ni mtu ambaye anashauri rais. mm -hmm. huyu ni mtu ambaye anashauri serikali katika mambo ya msingi, no. ya sheria mm -hmm. unaona mm -hmm. manake, ukipinda kidogo tu mm -hmm. umezamisha taifa, umeibwaga mzee, unaona mm -hmm. kwa hiyo nimerekebu hii na yule mwanasheria mkuu. mm -hmm. kila kitu katika taifa lolote lile mm -hmm. lazima, kwa vyote vile, iwe inaongozwa kwa misingi ya sheria, kwa kama ni mwanasheria mkuu no. na unakuja na Tabia ubabaishaji, tabia za mm ubabaishaji, basi bila -hmm. shaka unayumba, itakuwa sasa. Tunajiuliza, wako wapi wazee mm. wetu kama mzee Warioba, jaji mstaafu, mpaka namshangaa na mwangalia huyu mm. mm. <laughs> si ni nani huyu? Unaona sasa anachanganyikiwa akili. Siwezi weka mzee Wasira pale, manake yeye ni mmoja wa wale mtandao, ambayo ni cha kujipendekeza kwajili ya kupata tan heza Nyerere mpaka kesho bado yupo tu eh, ni kusifia Yuka, uwezi kosoa, unaona ah ma rais hapo umepitiliza, unaona mm -hmm. hapa na mbiu, mm. nadhani umeenda mbio, labda tungenifanya hivi na vile mm -hmm. lakini ni sawa katika system za siasa utawala no. Eh, huwa kuna makundi kadha wa kadha. Kuna wale ambao wanaunga mkono, kuna wale ambao wanaogopa kusema, maana mm. -hmm. watatengwa ukisema wataku, watakukata kwa sababu kuna watu wana maslahi yao. Naam. No. Maana hapa sasa tunarejelea yale aliyokuwa akisema Humphrey Pole Pole. Aha, balozi e, balozi huyo mm. walimvua, lakini balozi unabaki tu pale pale. Unajua hata kule Marekani marais wastaafu bado wako na hiyo title hadi waleo. Unapata kama wale ambao wanataka kumwongelea Obama awa, awamwiti Barack Obama wamekuwa namuita rais, yaani rais, unakumbuka yes. kama Idi Amin Dada mpaka kesho unamuita dictator. <laughs> Tabia zake kwa hiyo so inategemea maadae alikuwa ni muhuni yule, mambo alikuwa kitenda kule no. E, kuua watu na ndio sababu ke e, wakati fulani kule Kagera jimbo zile, nimemsikia Rachel Kichawi Mudangu akiimba, mm. Ita, mto, pa, Kagera vitu mm. kama hivyo, kwa maana wale walikuwa wakiwawa wale wahuni wanatupwa katika mto Kagera mm. vita vile ambavyo Idi Amin alimtekenya Nyerere, hmm. na Nyerere akaona huyu ameizidisha sasa, hmm. maanake anakuja na uwe watu na anajipiga kifua kitaka kuchukua kipande cha ardhi na hmm. ndio sababu wakateremka mpaka wapi, mpaka wakampiga uh, Amin mpaka Kampala, unaona ah. na wakati huo uh, mwanawe kwa sasa a uh, uh, kombora mama